Kwa wale ndugu zangu ambao wameapply au wanataka kuapply hizi nafasi za TFS, zingatia haya ili uitwe kwenye usaili. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Namba moja, zingatia namna ya kutuma maombi maombi yote yanatumwa kupitia mfumo rasmi wa ajira yani, unaweza ukaita ajira poto. Usitume nje ya mfumo huu. Namba mbili, zingatia vyeti vyako na kala ya vyeti vyako viwe vimepita kwa mwanasheria na kuwa certified, ndiyo uatachi kwenye mfumo wa ajira poto. Namba tatu, hakikisha CV yako, curriculum vitae imefata utaratibu unaotakiwa wa ajira. Na mwisho, hakikisha barua yako usisahau kusaini wala usikose kuandika address.